Na nani ni mfalme? Sio fedha, sio viongozi wa ulimwengu huu leo nakuuliza nani ni mfalme kwa maisha yako? Je, ni mwanadamu ama ni Mungu? Leo somo letu ambao tumesomewa kwa zaburi ni Zaburi ya tisaini na tisa Zaburi ya tisaini na tisa iliandikwa na Daudi. Daudi aliandika zaburi ya kumfanya mfalme kutawala, kumwimbia yule mfalme ambaye anatawala, yeye ni Mungu. Na sisi kama Waanglikana tunajua leo ni Jumapili baada ya kupaa mfalme wetu, yeye alitawala na akarudi kukaa kitini cha enzi. Jina lake ni Yesu Kristo. Kama unapitia changamoto dake, nikwambie mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anatawala. Kama unapitia kwa shida, hakuna yule ambaye anatawala. Yule ambaye anatawala jina lake ni Yesu Kristo. Zaburi ya 99 iliimbwa kwa ajili ya mfalme ambaye anaishi na kutawala. Leo nataka kusema mfalme ni Bwana. Je, mfalme ana sifa gani? Leo nataka niangalie sifa tatu za mfalme. Jambo la kwanza, mfalme yeye ni muumbaji. He is the creator. Mfalme wetu ni muumbaji, na kwa sababu aliumba bingu na nchi, akaumba dunia na vyo onekana na visivyoonekana. Kwa sababu yeye ni mfalme na ni muumbaji, hakuna neno lisilowezekana kwake. Haijalishi chenye napitia, ninajua niko na mfalme yeye, kwa sababu aliumba mbingu, anakaa juu ya makerubi na maserafu yeye